Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Lukusi, wadi ya Chevaywa huko Matete baada ya afisa mmoja wa DCI kuuawa kinyama kwa kukatwakatwa akiwa bomani mwake usiku wa kuamkia Jumanne. Kulingana na mjane Julia Safari, marehemu Zepedayo Safari ambaye pia anamiliki jumba la burudani mita 100 kutoka bomani mwake aliondoka kwenda kutazama mpira katika eneo hilo, ila kuchelewa kwake kurejea nyumbani kulizua hofu, kabla ya maiti yake kupatikana saa tano usiku ikiwa na majeraha mabaya ya panga, hatua chache kutoka nyumba yao. Alienda kuona mpira, mi akaniacha na shughuli zangu za kawaida jioni, kuprepare saa hapa nini hivyo na watoto, kufikia masaa tano kuangalia kwa simu eh, na mpaka saa hizi msa aja ingia nini mbaye, ndio nikapigia kijana mwenye anafanya kwa gestas, nikamuuliza Bronya, baba yako bila alikuja huku mpaka saa hii, ama wangali wanaona mwanaocho mpira? Akasema hapana, baba alikuja huko kitambo sana. Bila nilisikia tu alikuja huko kitambo na nikashtuka, nikashtuka sana. Nikachukua tochi, nikatoka na mlango ya mbele hii, nikaanza kumulika nikienda upande huko kwa maduka. Bila nilimulika tu hapo, nikaona mzaa wangu, mzaa wangu amelala hapo chini, amelala hapo chini Ai, nimeshtuka, kaona wamekata huku panga, wamekata huku, wamekata huku mara tatu, na kichwa ilikuwa imepasuka. Kumbe walikuwa wamepasua mbavu, nimepita mpaka kwa tumbo. Faris Mchuma, ambaye ni mhudumu katika baa hiyo, anasema marehemu aliondoka eneo hilo la burudani muda mfupi kabla ya saa tatu usiku, akioji kugutushwa na habari za mauaji yake. Tulia jana saa mbili ikielekea saa tatu kafika saa tano mama kanipikia pia simu akiniulizia kama fadhe baada ya kuko kuniulizia, mi nikasema fadhali alikuja kitambo. Familia hii inasikitikia kifo hicho kilichotekelezwa hatua chache kutoka kituo cha polisi cha Matete, ikitaka uchunguzi wa haraka kufanywa ili wahusika wakabiliwe kisheria. Kwanza police station yuko hapa karibu, lakini kitu ya kushangaza ni ya kwamba simu yake imeenda watangulizi wenye walifika hapa walichukua drug hadi simu ikafika tu hapa Matete na ikapotea. Trained police officers, we are condemning that hawakufuatilia kutoka hapo mpaka wa sasa, wamekuja tu hapa saa tano ya asubuhi siki. Wanataka kufanya kitu gani hapa Matete? ni about 200 meters. Kwa nini hawakuchukua chukumu ya kufika hapa haraka, waone waonea kwamba hii simu iko wapi hapa kwa sababu ya tracking yakikwambie kwamba ikapo chebwa ama wapi, mkienda hapo wameua papa kwa ukuta ya nyumba yake, ndio na kati hapo mapanga ndio na mchomea hapo kisu. Afisa huyu wa DCI marehemu Zebedayo Safari Mbakaya amekuwa akihudumu katika eneo la Gilgili, na alikuwa amekuja nyumbani kwa likizo. Joseph Amnyotieno, West TV, Matete County ya Kakamega.